Ni wakati wa kwenda malishoni na Naomi Nziula Kimweli yuko mbioni kuhakikisha wajukuu wake wanachangamkia jukumu hili. Nikimuuliza na miaka mingapi, anacheka na kuniambia alizaliwa wakati wa ukame wa Kakuti. Nikaarifiwa ilikuwa katika miaka ya 1920 hivi. Kuhusu siku hii ya Madaraka, niko na raha kwa sababu tuko huru. Lakini raha yake inaishia hapo, kwamba anaweza kusafiri siku moja na kufika Nairobi bila ya kusimamishwa mahali popote na mzungu. Hayo ni maendeleo tena makubwa. Alikuwa baadhi ya wale waliopigania uhuru wa nchi hii baada ya kulazimishwa kula kiapo yeye na mumewe na kujiunga na mikakati ya kuikomboa nchi lakini hayakuishia hapo. Ikaja siku moja akashikwa na serikali ya wa wakoloni na kuteswa. Anakumbuka nikana kwamba ilikuwa jana, siku alipoandaa safari yeye na mumewe kurejea nyumbani ili kwenda kujifungua, lakini safari hiyo haikumalizika. Yeye na watoto wake watatu pamoja na mumewe walitenganishwa teekiwa ngalini akadhei na mwaomemeekiweyo Walinichukua na kunitenganisha na mume wangu tulipokuwa tunarejea nyumbani kutoka Nairobi. Wakamweka mahala tofauti ee, na mimi wakaniweka wa kwenye gari nyingine. Walinipiga sana na kunidhulumu mie hadi nikazirahi. Nilikuwa na mimba na nilipogutuka, nilijikuta katika hospitali ya King George. Ninachofahamu ni kwamba mtoto niliyempoteza katika hospitali alikuwa wa kiume. Wale wengine sijawahi kujua waliko. Huku Kenya ikiadhimisha miaka Madaraka, Nziula anasema anafurahia kwamba alishiriki katika kuikomboa nchi kutoka mikononi mwa wakoloni, lakini sasa ana vita vya kibinafsi, vita vya kutaka kulipwa fidia kwa kuwapoteza wanawe wakati wa vita vya kwanza vya kuikomboa nchi. Yule mtoto alikuwa tumboni, alikuwa mzima tu kama wale wengine wote niliowapoteza, na nawakumbuka vizuri. Kulikuwa na mtunga Mutua na msichana anaitwa Kakwasi. Sikuwa nimempa jina yule mwingine, kwa sababu nilikuwa tu na mimba. Baadaye haikuwa rahisi kupata watoto, kwa sababu waliharibu nyumba yangu ya uzazi na mzee wangu wakamhasi. Na kama unafuata habari, basi unajua kwamba nimejaribu sana kusukuma ili nilipwe fidia antu namokwata musenda no waiwe ua Hivi majuzi aliandamana na wenzake wengine kwenda London kushinikiza serikali hiyo kumlipa fidia angaa kwa watoto wake na ana imani sana kwamba atalipwa kwa sababu alikuwa na hamu ya kupata watoto na mwenyewe kujifungua, akaamua kuwa waiweto. Maanake mwanamke tasa anaweza kuchukua wanawake wengine ili wamzalie watoto, ila tu wanawake hawa watakwenda kutafuta waume wa kuwatunga mimba. Watoto wanaotokana na ndoa kama hii watakuwa wake, kwa sababu anawalinda wanawake hawa na watoto wao. Ndisa kusuani e, ya kutwaa maweto Nilifikiria kuchukua maweto wanne. Wakati niliona wanawake wa umri wangu wakiwa na watoto wakubwa, ilhali mume wangu na mimi hatungeweza kupata watoto. Niliwaza kuwa nikifa sitapata mtu wa kulinda mali yangu hii nimetafuta kwa shida tupu. Niliwaoa ndiposa waweze kunichungia mimi. Wakoloni waliharibu kabisa. Hebu fikiria mtu kukuweka chupa kwenye sehemu yako ya siri ukiwa na mimba

Mnisaidie jameni, nipate watoto wangu, niangalie nilivyo ngozi yangu hii. Watoto wangu wangelikuwa hai, singelikuwa hivi, wangenijengea pahala pazuri na gala ya kuweka mavuno ya shamba langu. Na kwa sababu ahadi ni deni, Nziula amenituma kwako mtazamaji, kukutakia kila laheri siku hii ya Madaraka. Ann Mawathe, Citizen Nipashe.